Alasiri iliyopotea. Jua liliangaza sana kwenye savana pana ya kijani kibichi. Eli, yule tembo mdogo, alicheza na Zee the zebra. Walikimbia kwenye nyasi ndefu wakicheka pamoja kwa furaha. na kot, wacha tukimbie kwenye mwamba huo mkubwa na court, alisema Zee. Ellie alimfuata, masikio yake makubwa yakipiga kwa furaha. Ellie alipotazama huku na huko, Zee alikuwa hayupo. Upepo ulivuma polepole pole, lakini hakuna sauti iliyojibu. Aligeuka kwenye miduara akitafuta kupigwa nyeusi na nyeupe Zee, uko wapi aliita kwa jazba na alama ya reli 39 ono wanyasi tu ndio ulimjibu Ellie alihisi uvimbe kwenye koo lake macho yake makubwa yalijaa machozi ya woga. Savana ghafla ilionekana kuwa kubwa sana na tulivu. Alikaa chini akihisi mdogo sana na amepotea. Namtaka mama yangu, alinong'ona kwa huzuni. Sauti nyororo ilitoka juu. Ilikuwa Mimi ndege wa manjano kwenye tawi. Na quote, usilie Eli, unaweza kufikiria kwanza. Na quote. Mimi aliinamisha kichwa chake na kulia kwa upole. Na quote, unakumbuka mama yako alikufundisha nini? Na quote, Ellie alinusa na kufuta machozi yake. Naam, jua linaweza kunisaidia kupata nyumbani. Alitazama juu na kuona mwanga wa mchana wa dhahabu. Na kot, jua linatua nyuma ya shimo letu la maji. Na kot, alisema moyo wake ulipata ujasiri kidogo tena. Alianza kutembea taratibu huku akifuata uelekeo wa jua. Toto meerkat ilitokea kwenye shimo lililokuwa karibu. nakot hei, Ellie, unaonekana kuwa mbaya. unahitaji msaada? nakot aliuliza Eli alitabasamu kwa unyonge, ninajaribu kutafuta njia yangu. Toto alitikisa kichwa na kot, basi nitatembea nawe kidogo na kot, wawili hao walitembea kupitia nyasi za dhahabu zinazopungia. Walikutana na twiga warefu wakila miti na quote Je, unajua shimo la maji liko wapi? na quote aliuliza Eli. Twiga mmoja alielekeza kwa upole kwa shingo yake ndefu. na quote endelea kutembea kuelekea anga ya machungwa, na quote alisema kwa fadhili. Eli alifuata njia, hatua zake zikiwa thabiti sasa. Jua lilipungua polepole, likipaka dhahabu nyasi. Ndege waliruka nyumbani, na vivuli vilikuwa virefu na laini. Hatimaye alisikia sauti ya maji yanayotiririka. Moyo wake ulirukaruka, alikuwa karibu kurudi nyumbani. Mama Tembo alingoja kando ya shimo la maji, akitabasamu kwa uchangamfu. Na quote, umefanya hivyo, mdogo wangu jasiri. Na quote, alisema. Eli alimkimbilia, akifunga shina lake karibu na la mama. Na quote, niliogopa lakini nilikumbuka somo lako, na quote, Mama alitikisa kichwa kwa kiburi. Umetumia akili yako vizuri. Usiku huo, nyota ziliangaza juu ya savana tulivu. Eli alipumzika karibu na mama, akijisikia salama na mwenye hekima. Zee, Mimi na Toto walitembelea wakishiriki kicheko cha joto. Eli alitabasamu. Wakati ujao nitatulia na kufikiria. Upepo wa upole ulinong'na alama ya reli thelathini na tisa. Ona, na quote. Umekuwa kweli. Na quote.